Ndugu zangu, mara ya mwisho aliwakusanya familia yake akawaambia, sitaki kusikia habari za ngoma katika nyumba yangu hii. Nani ana imani kama hii? Tulipomhoji mtoto wake Rashid Ngonde, anasema mimi ndio nilikuwa msimamizi wa biashara zake za tofali. Alikuwa mtu wa watu, alikuwa akisikiliza shida za watu. Lakini cha kushangaza, anasema baba mara kadhaa kinipige simu, ananiambia, kuna watu wanakuja, wape matofali. Nikisubiri salio kusoma, salio halisomi. Baba vipi, tutaendesha vipi biashara kwa mtindo huu? Tutakula mpaka msingi, biashara hii itafilisika, itofika mbali. Anamwambia Ngonde, yani mtoto wake, hawa wanakwenda kujengea tofali hizi nyumba ya Allah na sisi tutapata haki yetu mbele ya Allah. Matajiri wakubwa leo, mabakhili hakuna kama wao. Matajiri wakubwa katika Afrika Mashariki hii wako Tanzania, na katika matajiri wa Tanzania asilimia kubwa ni Waislamu. Hawa wanasapoti siasa, wengine wanasapoti mpira. Mungu na Mtume hakuna anayewasapoti. Ukimpelekea swala msikiti na kujibu na mimi na ujenzi kama huo unajenga msikiti, na hapo na nakutolea nje, kwani kuna ubaya gani? Ukitoa milioni moja ukasema huku unajenga na huku nachangia, huenda ule msikiti uliochangia ukakupa fadhila kuliko ule uliojenga mzima mzima. Mmesahau kila kisa kilichotokea Saudi Arabia kilichohadithiwa na mmoja ya mashehe wakubwa tajiri alijenga msikiti. Ujenzi ulipoanza akasema, sitaki mchango wala msaada wa mtu yoyote yule, na kuwachimbia mkwara wale mainjinia na makontrakta.